Wizara ya Utamaduni na Turathi za Kitaifa imekana madai aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua kuwa ukumbi wa Bomas of Kenya umeuzwa kwa raia wa Uturuki. Kwenye taarifa, Katibu Ummi Bashir amesema ukumbi huo umesalia chini ya usimamizi wa serikali na kwamba kuna ujenzi unaoendelea ili kubadilisha kuwa ukumbi wa kimataifa. Kufuatia madai aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua kuhusu uuzaji wa ukumbi wa Bomas of Kenya, Wizara ya Utamaduni na Turathi za Kitaifa imejitokeza na kupinga vikali madai hayo. Katika taarifa yake, Katibu wa Wizara hiyo, Umi Bashir, alisema wazo la kukarabati na kuboresha ukumbi wa Bomas si jipya kwani limekuwa likizingatiwa kwa miaka kumi iliyopita. <mulia> Bashir alihusisha haya na idhini ya baraza la mawaziri ya Agosti 8 mwaka 2023 kufuatia hati ya makubaliano iliyowasilishwa na aliyekuwa Waziri wa Utalii na Wanyamapori Penina Malonza. Taarifa ya baraza la mawaziri ya tarehe 8 Agosti, mwaka 2023 ilieleza kuwa uidhinishaji huo unalenga kubadilisha ukumbi wa Bomas kuwa kituo cha kimataifa cha mikutano na pia kitovu cha diplomasia na biashara Taifa, ukumbi wa Bomas una hatimiliki halali inayomilikiwa na serikali na ambayo ilitolewa mwaka 1971 kwa mujibu wa Wizara ya Utalii. Hatua hii inajiri miaka 50 tangu kuanzishwa kwa kituo cha kwanza cha mikutano cha kimataifa nchini KICC, na inatarajiwa kuchangia ukuaji wa sekta ya utalii, mikutano ya kitaifa na kimataifa, mbali na kuwakaribisha wageni wengi nchini.